Uteuzi wa Jaji Masaju wagusa wengi. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Tanzania ya mtunuku rais wa AFDB Dr Edi Sina kwa mchango wake miradi mikubwa ya maendeleo. Habari katika ukurasa wa pili. Kikwete shauri Afrika kuegeza zaidi kwenye tafiti. Habari katika ukurasa wa nane. Baada ya miaka ishirini, TRC yarejesha treni ya mizigo Tanga. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili lakini pia gazeti hili limeandika, kampeni ya kisheria ya Samia yatuada. Habari katika ukurasa wa nne. Serikali ya wahaidi neema wenye ulemavu. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mmoja anusurika ajali mbili ya ndege iliua 241. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bajeti ilivyoacha kilio kicheko maeneo haya. Wachambuzi wabainisha ubora na maeneo yenye matobo, wabunge wacharuka, wageni kunufaika kuliko wazawa, tozo za, za peremende chokoleti zaibua mjadala, bajeti Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa watatu wa nne watano pamoja na ukurasa wa sita. Nuguu katika ukurasa wa mbele ni wa ya wakili Jebra Kambole ikisema hii haiko sawa, serikali inapaswa kutohamasisha matumizi energy drinks kwa sababu ina wajibu wa kulinda na kusimamia afya ya Watanzania. Shilingi trilioni hamsini na sita ni kiasi cha fedha ambacho waziri wa fedha Dr Mwigulu Mchemba ameomba idhini ya Bunge kwa ajili ya matumizi ya mwaka elfu mbili ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita Ushuru wa pipi chocolate Zanzibar. Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imetangaza ushuru wa bidhaa za peremende chocolate, ikiwa na lengo la kuongeza mapato ya wa serikali na kulinda afya za watumiaji hasa watoto, lakini wadau wanapinga ongezeko hilo kuwa linakwenda kuondoa uhuru wa kupata furaha kwa watumiaji. Ushuru energy drinks, bajeti ya bara. Wataalamu wa afya wanataja matumizi ya vinywaji vya kuongeza nguvu kuwa na athari, hivyo hatua ya kupunguziwa kodi huenda ikaongeza kasi ya matumizi, japo serikali imesema lengo ni kulinda viwanda. Yaliyojiri bajeti ya nchi wanachama Afrika Mashariki: Kenya inawasilisha bajeti ya trilioni 66.1 ambayo ndiyo kubwa zaidi kwa Afrika Mashariki. Mkazo zaidi upo katika kukusanya mapato Uganda, vipaumbele bajeti hiyo ni uwekezaji katika shughuli za mafuta na gesi, miradi ya barabara na madaraja, ukarabati wa leri ya njia ya kawaida na ujenzi wa SGR. Rwanda, bajeti ya shilingi trilioni 12.8, msukumo mkubwa upo katika ujenzi wa uwanja mpya wa ndege, sekta za kilimo, elimu, afya, makazi na uzalishaji wa umeme. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu ukurasa wa nne ukurasa wa tano pamoja na ukurasa wa sita Bajeti ilivyotumika kupuza mjadala hali ya usalama nchini, habari katika ukurasa wa nne Uteuzi jaji Masaju wa waibua wadau wataja matarajio, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili Magufuli si daraja tu, ni ufunguo wa kiuchumi. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Mchuano wa sheria, kesi ya kanisa la askofu Gwajima. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Tutazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni, kipa ni kibarua kizito cha mkabili jaji mkuu mteule. Habari ni katika ukurasa wa tatu lakini pia gazeti hili limeandika ripoti maalum madhara ya wanawake kukoma hedhi kabla ya wakati habari katika ukurasa wa nne. Bajeti elfu mbili ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita wachumi, wanasiasa watia neno habari katika ukurasa wa pili. Nukuu katika ukurasa wa wa mbele wa gazeti Nipashe inasema, mjadala huu ni mzuri, wiki ijayo tutaona hatua za kikodi zilizochukuliwa na matarajio yanayotakiwa. John Heche huwezi kufikiria kuongeza mapato bila kuweka mkakati wa kuongeza walipa kodi. Kasi ya kuongezeka kwa deni la taifa inaongeza mzigo kwa walipa kodi. Onesimo Ole Nguruma, ndugu yake, anasema serikali imefanya vizuri kuelekeza bajeti katika miradi mikubwa ya kimkakati hususan miundombinu. Hili ni jambo ambalo linaleta faraja. Profesa Haji Semboja, ndugu yake, anasema nchi nyingi ambazo zina rasilimali hasa madini duniani na ardhi kubwa na watu wengi huwa hazitegemei kipato cha serikali kitokana na kodi za wananchi masikini. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili imeandika cha umma yasema hakuna ushindi wa huruma ya uatawala, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. TMA yahadharisha magonjwa na upepo mkali majira ya kipupwe, habari katika ukurasa wa tatu. Wizara wadao kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia habari katika ukurasa wa tano. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele limeandika michezo mwanga mpya mchezo wa dabi habari katika ukurasa wa ishirini na nne.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 Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika wadau wapongeza bajeti kuu Zanzibar, wasema ni ya kwenda kuifungua nchi kimaendeleo. Wapongeza viongozi wa mitaa kuinuliwa maslahi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Zanzibar kuandaa mkutano wa teknolojia habari katika ukurasa wa tatu. Dkt. Samia ateua jaji mkuu habari katika ukurasa wa pili. Hemedi awataka wanachama CCM kushikamana habari katika ukurasa wa pili. Msigu awataka wanafunzi kutumia vizuri mitandao habari katika ukurasa wa sita. Haminei hapa Israel kujutia ilichokifanya habari katika ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa kweli na uwazi. Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele jumamosi ya leo, habari iliyopewa kipaumbele ni bajeti ya serikali gumzo ya kosha wabunge silinde kanyasu mahawanga wasema imegusa watu wote wa Tanzania watarajia makubwa. Katibu mtendaji wa baraza la uwekezaji wananchi kiuchumi naye aitaja kama bajeti ya viwango, habari katika ukurasa wa pili habari picha inamaonesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na viongozi wa Simba na Yanga, ikisema: Rais Samia kutana na viongozi Simba Yanga. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na baadhi ya viongozi wa Simba aliokutana nao hapo jana, upande wa kushoto lakini upande wa kulia, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiona baadhi ya viongozi wa Yanga aliokutana nao hapo jana. Majaliwa, serikali inajali inathamini wenye ualbino, habari katika ukurasa wa tatu. Msaada kisheria Mama Samia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 na Rais Samia Suluhu Hassan, Ikulu Dodoma jana. Gazeti hili limeandika Simba la kredi, kuna jambo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nne Taus mambo magumu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika uhondo wa kombe la dunia upo hivi, Los Angeles, Marekani, fainali za FIFA za kombe la dunia la klabu elfu mbili na ishirini na tano michuano ya ishirini na moja lakini safari hii itafanyika kwa mtindo tofauti kama ilivyokuwa kwenye mikikimikiki mikiki ya ligi ya mabingwa sheria mpya kombe la club ratiba, Juni kumi na tano Al Ahli dhidi ya Inter Miami, PSG dhidi ya Atletico Madrid. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Arsenal imeripoti kukoleza moto kwenye mchakato wa kunasa saini ya. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na nane gazeti limeandika FIFA World Cup, kesho Jumapili ni Bayan dhidi ya Oakland City saa moja kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. magazeti ya habari, habari ya ligi kuu Tanzania Bara imesogeza mbele mchezo namba mia moja themanini na nane kati ya Yanga na Simba mpaka Juni ishirini na tano uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Gazeti hili limeandika Manara huru baada ya kuhojiwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wadau wasifu bajeti ya michezo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Mboso apongeza uzinduzi wa Rome 3, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Frank amrithi postgluto Tenham, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na mbili